Habari ya saizi ndugu zangu, naamini wote wazima wa afya kabisa ee, na poleni sana kwa pilika pilika za utafutaji. Naamini mbio zinaendelea za kujenga taifa. Mungu awatie moyo, tuendelee kupambana vijana wote pia. E, nitoe pole sana kwa yaliyotokea Oktoba 29 vijana wengine wapya ambao wenyewe pia wanatafuta nafasi ya kufika hapo juu nina hakika uh, hata wakati tunafanya hizi movement kutoka kule mtaani tunaamini kabisa kwamba tunajiumiza wenyewe. Kwa sababu turudi nyuma, tumwangalie eh, msanii kama Miso Misondo, eh, three years back alikuwa wapi? Inawezekana alikuwa kama wewe ambao sasa hivi unakaa kwenye page yako na kucomment kwamba mziki tusiusupporti manawake tunamrudisha kule alikotoka na hatujui akienda huko atafanya nini tena. Tumwangalie Shoro Mwamba kabla ya ya, ya, platform ya, ya, ya mziki au kiwanda cha mziki kumpa nafasi alikuwa anafanya nini? Tunaposema tunafunga, maanake tunamlazimisha Shoro Mwamba harudi kule nyuma, hatujui atafanya nini akisharudi huko nyuma. Lakini effect nyingine kubwa ambayo tuiangalii kwa kina, unaposema msanii hata akipa, akiweka mziki wake kwenye platform tusisupport, madhara yako mengi. Msanii ataacha, kama utaangalia utafuatilia kwa makini sana tangu movement zimeanza, wasanii wame, wameacha kuproduce mziki kwa kiasi kikubwa sana. Hata kama wanayo mziki yao wamekaa nayo ndani, kwa sababu vitisho vimekuwa vingi na wenyewe hawajui wenye hata wanakuja vipi, lakini madhara yaliyopo sasa hivi, hiyo video ambayo nasema hutoi support sio kama hauto msapoti huyo msanii hauto sapoti vijana hiyo video moja wanaoshiriki kuitengeneza ni zaidi ya vijana 300 kuna cameraman mtoto wa uswahili huko Mbagala wanatoka wengine wako Temeke kwa Kilala okay, kuna photographer kuna lighting kuna watu wa sound kuna madancers kuna watu wa makeups na kuna watu wa location kuna timu kubwa sana inashiriki kutoa video moja unaposema hii video tusiipe nafasi maana hao vijana wote tumeua njaa na kwa bahati mbaya sasa, kama tutakumbuka vizuri, wasanii ilifika pointi kwa siku zinatoka video tatu nne au tano. Sasa unaweza ukapiga hesabu mwenyewe, ni vijana mia tano mara tatu kwa siku mara siku thelathini, hizo ni ajira za watu wangapi tumeziua kwa sababu ya itikadi ya kisiasa. Nataka nimtaje ndugu yangu hapa Sugu. Sugu wewe ni kakaangu na, najua kabisa una effort kubwa sana. Asilimia kubwa ya maisha yako ni muziki. Muziki umekupa nafasi uliopo, na kwanza kabla ukupa kupa nafasi umeupigania sana, yaani iko wazi kabisa, katika waasisi ambao wamepambana sana kujenga muziki wa Tanzania, Sugu huko kumbele. Sugu muziki ulikupa jina na mwenyewe umekiri kusema kabisa kwenye nyimbo zako muziki umekupa jina umekupa hela umekupa na madevu kwenye nyimbo zako mwenyewe, lakini pia muziki umekupeleka bungeni kwa sababu uliupigania ukafika sehemu ukaweza kukutengeneza na wewe ukawa mbunge ukawa mwanasiasa. Wae, nakutaja kwa sababu hata sasa hivi una movement unazifanya kuna um, tamasha unaliandaa kila baada ya miezi mitatu, Bongo Flavour Honors. Mi nikiwa kama mdhamini wako namba moja ulinifata na ukaniambia the reason why unafanya hiyo ni kwa sababu unaona kuna wakongwe ambao waliweka effort kubwa sana kwenye mziki na hawe, wa, hawana platform, unatengeza platform ili kuendeleza kukuza mziki wa Tanzania, na nakili hapa mbele za watu, Sugu, hiyo eventi haikupi hata shilingi. Mi najua mi nakupa matangazo nakupa stage nakupa sound sometimes hata hela, lakini kuna wakati naona kabisa unatoa hayo yako nyingine mfukoni kuhakikisha hiyo kitu inafanyika. Why? ni kwa sababu unaendelea kujenga mziki, ni kwa sababu unaendelea kutoa platform ya mziki, vijana wengine wahamasike, waingie kwenye kiwanda cha mziki, iwe ni ajira yao. Sasa leo kwa nini nakutaja hapo? Kwa, kwa sababu najua kinachoendelea unakijua, haupasi kukaa kimya. Natamani baada ya kuona klipu hii, Sugu fanya kitu. Na wengine na washikadau wengine fanyeni kitu, tusikubali kabisa kuua mziki wa Tanzania ambao umejengwa kwa effort kubwa sana, zimetumika hela za watu, zimetumika nguvu, metumika muda, na kuna watu wengine wamepoteza maisha katika harakati ya kujenga mziki, wapo. Kuna wasanii ambao wamepata ajali wakiwa katika movement ya safari ya kwenda kwenye mziki. Huu, ambao tunataka kuua sasa hivi. Master J, tuheshimu mziki, ubaki kuwa mziki tuweke itikadi zetu pembeni tuhakikishe muziki unasimama kama muziki, tuhakikishe wasanii wetu wanafanya kazi kama wasanii, wawe free, wawe huru, wachague chama chao, tusiwapangie wakiwa kazini, tusiwapangie kazi gani wafanye kwa hapa na, na nikiangalia kwa kina nahisi kama tumewaadhibu kwa sababu wamesimama kwenye majukwaa ya chama. Guys, mimi nilikuwa ni mmoja kati ya watu ambao nimeshirikiana nao wasanii kwenye hizo shughuli za kichama boda boda wengi mlikuwa mnakusanya watu kuja kwenye hiyo mikutano, vipi na nyinyi? Tuwafungie? Mlikuwa mnachukua watu kwenye hivyo viwanja, tunajua kuna vyombo vya usafiri vya anga vimebeba watu pamoja na wasanii waende kwenye hiyo mikutano, vipi na nyinyi? Tuwafungie? Wako mama ntilie walitunulia kutengeneza vya kula huko mikoani, na nyinyi tuwafungie? Kwa kifupi, naona kabisa kuna kuna dhamira nyingine ambayo hatuioni ya kutaka kuua mziki wa Tanzania bila sababu yoyote. Kama ni ishu ya chama, hii ni chama, wamelipwa wamefanya kazi kama watu wengine wote, tumalize tuendele na shughuli zetu, na kwa kifupi, huu sio mwaka wa kwanza wasanii kushiriki kwenye shughuli za chama. Mtashangaa kwa nini mwaka huu imekuwa ni, ni kesi mpaka mnawaadhibu, na haitokuwa mwisho, kwa sababu tukubaliane kabisa kwamba siasa ndio maisha yetu, kama ikiwapendeza iki tutafute njia nyingine ya kuadhibu mtu ambaye unamwona yuko tofauti na itikadi zako. Kwangu mimi nikisema nizungumzie upande wa wasanii naona ni msanii ambaye ameadhibiwa kwa kosa la kujitafutia riziki. Ni kwa kosa la kwenda kutafuta kipato chake. Kumbuka wasanii walikuwa kwenye majukwaa ya siasa. Walikuwa wanalipwa huo ndio kweli. Mimi najua alikuwa analipo. Hamna msanii ambaye alikuwa afanya kazi bure, kwa maana yake ameenda kujitafutia riziki. Sisi tunamwadhibu kwa sababu anaenda kutafuta riziki yake, lakini pia msanii anayo haki ya kuchagua chama kama nilivyomtaja hapa Sugu. Sugu ni msanii haki, amechagua chama ambacho anaki, anakifanyia kazi nei nei tuna neo mitego. Naomba roho sikae kibia Deni msanii na ni kijana wangu, yeye mwenyewe atathubutu kabisa au atakiri kabisa, mimi ni mmoja kati ya ambao watu nimemjenga. Nei kuanzia anaanza kwenye mziki, lakini hata alivyoamua kwenda kuchagua site au side ya chama, tulikaa tukaongea, mimi na Nei nikamwambia Nei, you know, mimi na, nikifanya mziki na focus na mziki. Akanambia bro na, naelewa lakini mimi niruhusu nifanye itikadi zangu kwenye chama kingine. Nikamwambia sawa. Nei sijawahi kumvunjia heshima, sijawahi kumnyima platform tena. Nakumbuka hata mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tuli, tulipata nafasi ya kufanya kampeni ya, ya kuhamasisha watu kuchanja baada ya ile janga la COVID, na one of my taasisi ilipo hiyo kazi, nikiamini Nei ni mtu ambaye ana sikio kubwa kwa wananchi chini. Nilimfuata Nei nikamwambia, kuna kazi hapa ya kampeni ya watu kuchanja. Naye akaniambia bwana, mimi sidhani kama nitaruhusiwa kwa sababu mimi ni itikadi zangu na hiyo ni kampeni ambayo iko chini ya Wizara ya Afya, Wizara ya Afya ni serikali. Sidhani kama nitaruhusiwa. Ni nikamwambia hili ni jambo la kitaifa halina chama na mimi nitasimama kuwaelekeza wahusika wasichanganye mambo ya siasa na mambo ya kitaifa, which is, nae, unakumbuka hii event ulifanya ulizungua katika hiyo tour nchi nzima shughuli ya Wizara ya Afya shule ya kiserikali na wao walipanda kwenye hiyo steji kwa sababu muziki ulikuwa umesimama kama muziki kwa ajili ya kuelimisha wananchi wakachanja. Kuna wakati naamini wadogo zangu wanakosea wanateleza, tukiri kabisa, kuna wakati wana maneno ya kukera kidogo, na kuna wakati wanapitiliza. Naamini eh, kibinadamu na ni vizuri kukiri mimi kama kaka, kama mshikadau wa sanaa, nawaombea radhi kwa niaba yao, ili kiwanda kiendelee kusonga mbele. Adhabu tutakayoitoa ina madhara mengi makubwa, ndio maana natoka mbele yenu kuwaomba radhi kwa yale maneno kadhaa ambayo yalitoka, ambayo yaliwakera, na naamini kabisa tukubaliane kwamba adhabu hii inaweza kukugusa hata wewe ambao unaiendesha sasa hivi movement kwa sababu tuangalie tu kwa kawaida, msanii kama Shilole tumemchomea eneo lake na tumembani mziki wake, hebu niambie, vijana wangapi wamekosa ajira kwenye ile restaurant ya Shilole? Sio chini ya mia mbili. Au madogo movement zao ya income yao, inaweza inaweza kaa inazunguka inafika mpaka kwako. At the same time bado kuna watu wengine tumewanyima nafasi kwenye production kama nilivyoongelea huko awali. Mtu kama Diamond ndio inawezekana ametukera au anatukera, lakini Diamond ni kweli tunataka tumuue kabisa asiwepo katika industry? Tujiulize, ni kweli tunataka tumuue Diamond? Diamond ambaye ametusaidia kumleta mtoto wa uswelini konde, Diamond ambaye amemleta Rayvanny, Diamond amemleta Zuchu, Diamond ameleta Lavalava hawa watu ni watoto wa kiswahili maskini wenzake amewashika mkono kuwaleta juu Diamond huyu mwenye media house ambayo ameajiri vijana pale zaidi ya mia tano kwa hiyo naomba radhi kwa yale machache ambayo yanawakera ili kiwanda kiendelee kiwanda kiendelee kuzalisha kiwanda kiendelee kutoa nafasi kwa vijana walio wengi